Kwenye kukusanyaji wa deta uliofanywa na kampuni ya Worldcoin kupitia vipimo vya macho kwa wahusika hapa nchini ulikuwa kinyume na sheria. Huu umekuwa uamuzi wa mahakama iliyosema kuwa kampuni hiyo haikufuata taratibu na athari za kulinda habari za wahusika kama inavyohitajika kisheria. Jaji Roselyne Aburili sasa akiagiza kufutwa kwa habari zote za walioshiriki kama anavyotuarifu Emily Jebet. Uamuzi wa ua mahakama ya kuitaka kampuni ya Worldcoin kufuta data ya maelfu ya Wakenya iliyochukuliwa mwaka 2023 umesifiwa kama hatua bora katika juhudi za kulinda maelezo ya kibinafsi ya kidijitali. Katika uamuzi wake jaji Roselyne Aburili pia amezuia kampuni hiyo kuendelea na shughuli kama hizo ama kutumia taarifa yoyote kutoka kwa shughuli zao wakati huo bila kufuata taratibu za sheria za data humu nchini. Uamuzi huu wa mahakama unafuata malalamiko kutoka kwa umma na baadhi ya wanaharakati wakati wa shughuli hiyo mwaka 2023 maelfu ya Wakenya walijitokeza katika jumba la mikutano la KICC, wengi wakiwa na hamu ya kupimwa macho zao wakiwa na matumaini ya kupata fedha za kripto zenye thamani ya hadi shilingi elfu saba. Foleni ndefu wakati huo ukiibua maswali na kusababisha serikali kusitisha mradi huo. Wakati wa kusikilizwa kwa kesi, afisi ya kamishna wa data iliambia mahakama kuwa shughuli za Worldcoin zilikiuka kifungu cha 25 cha sheria ya ulinzi wa data ya Kenya ambacho kinasisitiza usawa, uwazi na wajibu katika usimamizi wa taarifa binafsi. Katika hati kiapo, naibu kamishna wa data Oscar Otieno alisema baada ya kuchunguza shughuli za Worldcoin chini aligundua kuwa mradi huo si salama kwa wananchi wa Kenya. Emily Chebet, Runinga ya Citizen.